Haya ambayo yametokea kwenye taifa letu ambalo, kwa kweli, kama taifa tumepita kwenye kipindi chenye mtihani, lakini ninaamini kwa ustamilivu wa taifa letu na Tanzania wetu na eh, uwezo wa viongozi wetu tutavuka salama eh, kwenye haya ambayo eh, tumeyapitia na mimi nilisema ni toe ya kwangu machache. Kwanza kabisa nianze kwa kushukuru sana hotuba ya Mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassan ambayo ameitoa jana tarehe kumi na nne mwezi uh, huu wa kumi na moja uh, wakati akilihutubia bunge na akafungua bunge. Hotuba ya Mheshimiwa Rais imejibu na imejibu matarajio na mahitaji wa uh, ya Watanzania. Mheshimiwa Rais amezungumza mambo mengi na mambo mazuri ambayo kimsingi uh, yanakwenda kulisaidia taifa letu. Na nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais. Uh, miongoni mwa mambo ambayo Eh, Watanzania na jamii ya Watanzania tulikuwa tukiyasubiri kwa hamu ni kuona eh, kuwa na maridhiano ya kitaifa. Mheshimiwa Rais amefungua hilo jukwaa eh, kwamba sisi sote ni Watanzania na hata tunapotofautiana kwa itikadi eh, na vyama vyetu eh, udini wetu makabila yetu, lakini bado tunabaki kuwa Watanzania na kama tunabaki kuwa Watanzania, hatuna sababu ya kuliharibu taifa letu, kwa sababu sisi sote ni Watanzania. Kwa Mheshimiwa Rais amezungumza na amefungua mlango wa mazungumzo, hii ina inatupa eh, jambo gani moja Eh, tunaye kiongozi msikivu, kiongozi ambaye anasikiliza, lakini pia tunaye kiongozi ambaye anafanyia kazi eh, anafanyia kazi eh, yale yanayohitajika au yale yanayozungumzwa eh, na, na wale anaowaongoza. Kwa hiyo mimi eh, kama kama, kama, kama mdau wa masuala ya amani lakini pia kama kundi maalumu ambalo kimsingi eh, ndilo kundi linalo athirika zaidi pindi tunapokuwa tukipoteza amani eh, kwangu mimi na wenzangu tumefurahi sana. Kwa sababu kwa nini tumefurahi? Tumefurahi kwa sababu moja, watu wenye ulemavu ndio wamekuwa waathirika wakubwa pindi haya matukio ya uvunjifu wa amani wanapotokea, mwenye uwezo wa kukimbia anaweza kukimbia, lakini mwenye eh, ulemavu wa miguu hawezi kukimbia. Mwenye kuona anaweza kuona njia ya kukimbilia, lakini asiyeona hawezi, kwa sababu ana ulemavu wa kutokuona. Kiziwi eh, anaweza kushindwa kuona wapi kusikia wapi kuna hatari, na badala yake akaifata ya hiyo hatari. Lakini yule ambaye ana uwezo wa kusikia anaweza kusikia na asielekee huko kwenye hatari. Kwa hiyo sisi, kuwa na mazungumzo ya kitaifa yanakwenda kusaidia makundi haya na Watanzania kwa ujumla. Eh, kuishi kwenye taifa ambalo tulizoea kuishi kwa amani na kufanya shughuli zetu kwa. Kwa hiyo sisi kama, eh, kama kundi, eh, miongoni mwa makundi yaliyoko kwenye jamii mara zote tumekuwa tukisisitiza kwamba kama taifa tunahitaji kulinda sana amani yetu, na kama tunahitaji kulinda amani yetu, basi vile viashiria ambavyo vinataka ku vuruga amani yetu, basi kwa pamoja tuna tunao, eh, nguvu ya pamoja ya kuweza kuvizuia visiweze visiweze kuharibu amani yetu.